changamoto. Habari mtazamaji popote pale ulipo. Hii taarifa ya habari kutoka hapo hivi hivi. Jina langu ni Lucia Shalame. Taasisi ya tabia za Kiislamu nchini Tanzania ijayo imesherehekea siku kuu ya Idd El Fitr wa na wahitaji ambapo wameandaa chakula cha pamoja na kujumuika na wagonjwa mia nne wa ya hospitali ya mkoa wa Iringa na hospitali ya Manispaa ya Iringa Frelimo na watumishi wa hospitali hizo. God, Ana, akizungumza na UoI Digital kuhusu tukio hilo, katibu wa jai mkoa wa Iringa, ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa taasisi hiyo, Hassan Mlanga ameeleza lengo lao la kuandaa zoezi hilo. Kwa maana ya huduma zetu kama jai kwa ujumla wetu, tumekusudia kuwahudumia wagonjwa wasiopungua elfu sita kwa maana tunataraji idadi hii ya wagonjwa elfu sita watapata huduma zetu kwa ujumla wake, hiyo ya dawa au vifaa tiba au inaweza ikawa chakula na mahitaji mengine ambayo kwa kawaida mgonjwa anakuwa anayahitajia. Afisa elimu taaluma mkoa wa Njombe Hajat Farida amewakumbusha watumishi wa umma kujihusisha na masuala ya kiimani ikiwemo kusaidia wahitaji ili kukuza imani zao na kufanya kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu katika utendaji wa majukumu yao. Unajua, watu wengi hawajui kwamba kutoa sadaka, mtu anafikiri labda uwe na pesa uwe na na na mambo mbalimbali mbali, marigafi mbalimbali. Kutoa sadaka hata nguvu, sio lazima utoe pesa au utoe marigafi mbalimbali mbali kama chakula nini, unaweza ukatoa nguvu, ukaenda ukaandaa uji uji ambao madigafi ambazo zimeandaliwa na taasisi ya JAI ukaenda kuwatoa huduma hospitalini, au ukaenda magereza ukasaidia wagonjwa waliopo, wafungwa wote waliopo, au sehemu za shule ukaenda kusikiliza hoja walizonazo, changamoto walizonazo, ukaenda kuzipeleka kwa watu ambao wanaweza wakawasaidia. Unaweza kawa uwezo wa kusaidia huna, lakini una uwezo wa kwenda kusikiliza kero zao na kuzifikisha mahali sahihi. Jumuiya ya tabia za like Kiislamu nchini Tanzania JAI mkoa wa Iringa leo wamesherekea sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na wafanyakazi wa hospitali na wagonjwa. Mchezo wa ligi kuu soka wanawake Tanzania Bara kati ya Sensia Queens na Gates Program umemalizika kwa suluhu ya bila kufungana katika mchezo uliofanyika viwanja vya chuo kishiriki Mkwawa mkoani Iringa tawi la chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mara baada ya mchezo huo kukamilika, makocha wa timu zote mbili wamezungumzia juu ya mchezo huo huku wakieleza ubovu wa uwanja ndio uliosababishwa na mvua ndiyo sababu kubwa iliyoasili matokeo katika mchezo huo Madani. Hali ya pichi imesababisha tutoke kwenye system ya aina ya uchezaji wetu e, ndio imetuletea we shida, na wao wenzetu walikuja kwa kujihami zaidi na wamefanikiwa mbinu yao imefanikiwa, wameweza kupata pointi moja. Kwanza sisi tunamshukuru Mungu kwanza, mchezo umeisha salama. Cha pili nipende kuwapongeza wachezaji wangu pamoja na kama unavyoona hali ya hewa ilivyokuwa leo, mvua, uwanja haukuwa rafiki zaidi lakini tulijitahidi kubaki uh, kwenye plani ambayo tuliambia namna gani ya kucheza kwenye viwanja kama hivi. Sio kwa asilimia nyingi sana tumetimiza, kwa sababu lengo lilikuwa kupata matokeo. Mchezo wa ligi ya wanawake Tanzania umemalizika kwa kutushana nguvu kati ya Sensia Queens na Gates Program ambapo Sensia Queens wameshindwa kutamba katika uwanja wao wa nyumbani. Langu jina ni Godwin Kipako wa UoI Digital s viwanjani, mtazamaji wa mdito. Kabla ya kutinisha taarifa ya habari tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake. kwa hali hali gani mtazamaji wa E digital? Karibu, kuna kipengele adhimu kabisa cha msamiati wa Kiswahili. Hii ndio sehemu pekee ambayo wewe tunaenda kukufunza Kiswahili kupitia maneno mbalimbali na msamiati ambayo unahisi unaifahamu au pengine huifahamu kabisa. Asa, leo ta tukaangalia wanafunzi chuo kikuu cha Iringa, wewe wanafahamu nini juu ya msamiati? Usodai neno fulani kwa usodai, unalifahamu? Usodai yani unajisikia kitu usodai, huyu um, jamaa usodai. Uh, uh, usodai. Uh, <laughs> usodai. Msodai sana lakini usodai neno fulani kwa usodai, mimi kwangu bado sielewi. ulipati eti manake neno usodai yake yeah? <laughs> Ah, okay. Mtu, mtu ni msodai, maana yake ni mtu fana ambaye anajiona bora kuliko mwingine. Hiyo ndio msodai, anajiona yeah. Yeah, perfect kuliko mwingine yeah, Msodai sana. Usodai. Kabisa? Eh. Lakini hicho ni Kiswahili kabisa ambacho ni fasaha kabisa kinatambua kwenye kamusi ya Kiswahili. Sikifahamu, msilifahamu hilo neno. kwa <laughs> mfano mtu akikwambia ile hali ya mtu kujiona bora kuliko mwingine kwa ujumla tunahitaji, tunaihitaji yaani mtu kujiona bora kuliko mwingine kujiona. Ndio kujiona. Na mtazamaji wa UoI Digital tumeweza kuwatazama wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, wakijaribu kutuambia wao wanafahamu nini juu ya msamiati huu usodai, lakini wengi wao wameshindwa kabisa kuelewa na kutambua msamiati huu unamaanisha nini. Sasa mtazamaji, msamiati usodai unamaanisha kwamba ni ile hali ya mtu kujiona ni bora kuliko wengine. Nami nataka nikuache na sentesi isemao kwamba loi ni msodai langu. Jina linaitwa Karimu Yasin UoI Digital, tuhabarika kidijitali. Nami na kwa chana sente sisemani, Abubakari ana tabia ya usodari. Naam, hiyo ndiyo maana halisi ya msanii ya ki usodari. Mtazamaji, ndiyo na huo ndiyo mwisho taarifa habari. Kwa niaba ya uki wa jika ni kishu matangazo haya, Nikushukuru kwa kwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa na kumajari. Jina langu ndiyo sikachala. Asante na kwaheri.